Kwenye kijiji cha Mwanza, Tanzania kuna mama moja anaitwa Mama Amara. Mama mnyenyekevu lakini maisha yamemkaba ku hadisiopua, yaani ukimwangalia machozi yanataka kumtoka bila hata kuuliza kitu. Alilea mwanaye moja aitwa Kofi kwa taabu kubwa sana. Mume alimkimbia akiwa bado mdogo sana, akabaki yeye na mzigo wa kulea mtoto peke yake bila msaada. Kama unapenda stori hii tafadhali like, comment na share Bonyeza subscribe na notification bell ili usipoteze video zetu mpya. Kila siku alfajiri kabla hata ya jua kuchomoza, mama huyo alikuwa tayari barabarani akibeba ndoo ya vitumbua moto moto na maandazi akipiga kelele. Vitumbua vitamu, maandazi ya sukari moto bado. Watu wakipita wananunua kidogo ili apate hela ya kumlipia mtoto wake ada ya shule. Jasho lilimtiririka usoni, lakini moyoni alikuwa anajipa nguvu kwa ndoto moja kubwa: Rashid kusoma na aje kufanikiwa ili naye aishi maisha ya furaha. Lakini maisha ya kijiji cha Mwanza hayakuwa rahisi hata kidogo. Kila siku mama huyo alitokwa na jasho la damu akihangaika kupata ada. Wakati mwingine alishindwa kabisa, analia hadi anakaa pembeni ya shamba akisema, Mungu wangu nisaidie, nisije nikakosa hela ya kitabu cha mtoto wangu. Hata duka alailokuwa akinunua chumvi na sukari, waliokuwa wanamuzia walimjua kama mteja wa kudaiwa kila mara, kwa sababu hakuwahi kuwa na hela kashi. Mara nyingi alikuwa anachukua kwa deni, kwa imani kwamba baada ya kuuza vitumbua atarudisha, lakini madeni yakazidi kuwa mzigo, hadi wengine wakaanza kumsema vibaya kwamba maisha yake ni ya kuishi kwa kukopa. Hata hivyo, moyo wake haukuvunjika. Alikuwa anajua kitu kimoja tu, hata kama atanenwa na maneno ya kijiji cha Mwanza, mwanaye lazima asome. Ndipo akatafuta njia nyingine ya kujikimu, akaanza kubeba maji kwa nyumba kubwa za Mwanza, akihangaika na ndoo nzito kichwani hadi shingo na mabega yake yakaanza kupata maumivu makali. Wengine walikuwa wanamcheka kwa sauti kwamba hana heshima kubeba maji kwa watu, lakini moyoni aliwaza, bora nichekwe bora ni dalilika lakini, Rashid wangu akuwe amekomea kwenye elimu. Wakati mwingine aliumwa miguu, wakati mwingine akipata vidonda kwa sababu ya safari ndefu, lakini bado alijikaza, maana ndoto yake kubwa ilikuwa moja tu. Mwana ye asome mpaka afanikiwe asije akabaki mwanza akihangaika na jembe la mkono. Kofi akiwa mdogo alishuhudia mama akipambana naya, akawa anamfariji kwa maneno ya matumaini Mama usilie, nikikuwa nitakununulia gari kubwa, nitakujengea nyumba, hutateseka tena. Maneno yale yalikuwa faraja ya moyo wa mama, mara nyingine yalikuwa kama ngao ya kumpa nguvu. Tena wakati mwingine mama alilala njaa, akapendelea chakula kile kiende kwa Rashid, yeye abaki na maji tu tumboni. Lakini asubuhi tena tena akaamka na nguvu zile zilezile, akafunga kanga yake vizuri na kutokomea sokoni kuza tena kama kawaida. Miaka ikasonga mbele. Kofi akakua akaingia sekondari. Mama hakuwahi kukosa ada hata siku moja, ijapokuwa alikuwa anapata kwa taabu sana. Wakati mwingine aliwahi kuuza mbuzi wa mwisho nyumbani, wakati mwingine akauza debe la mahindi yote ili apate hela ya ada. Wenye kijudu walimsema anauza kila kitu kwa ajili ya matoto, kumbe mwisho wa siku mtoto wa kiume atamwacha tu lakini mama Amara hakuona hiyo kama sababu ya kupata tamaa. Aliamini kabisa kuwa Kofi atakuja kumpa heshima kubwa maishani na kwamba damu na jasho lake havitapotea bure. Kofi alipofika kidato cha nne alipata matokeo mazuri sana hadi kijiji cha Mwanza kizima kikashangilia. Walimu wake walimpa sifa kubwa, wakasema, mtoto huyu ana akili ya pekee kabisa. Hapo kijiji kilianza kuona matunda ya jasho la mama. Kofi akachaguliwa kwenda shule ya juu zaidi Dar es Salaam. Mama akajawa na furaha isiyoelezeka, machozi ya furaha yakamtoka hadi akainama chini akamshukuru Mungu. Lakini furaha ile haikukawia kuwa maumivu mengine, maana ada ya shule ya juu ilikuwa kubwa mno, mara mbili yoyote aliwahi kulipa. Mama akashindwa kula siku kadhaa, akikaa tu anawaza, nitalipaje ada hii? Nitampeleka je matoto wangu mbali Dar es Salaam. Ndipo mama akachukua uamuzi mgumu wa kukopa mikopo ya kijiji cha Mwanza. Akaenda kwa watu wenye masharti makali, walimkopesha hela kwa riba kubwa. Wengine wakamwambia wazi kabisa, ukishindwa kulipa hawatamwachia. Lakini mama hakujali, alisema bora mimi ni teseke, bora ni chome kwenye madeni, bora ni dhalilishwe, lakini kofi wangu wasome. Hivyo ndivyo alivyoanza maisha ya madeni makali, kila mwezi akiwaza nitarudisha je pesa? Lakini wakati huo Kofi akiwa darasani akifanya vizuri zaidi. Sasa maisha yakazidi kumgeukia ya mama, kila alipofikiri amepumua kidogo, deni lingine linamkaba. Kila alipokusanya hela za vitumbua, sehemu kubwa ikaenda kulipa riba, lakini hakuwahi kumwombea Kofi. Ukweli alimficha ili asimvunje moyo. Kila akimuona mwanaye akivaa sare ya shule nzuri, moyo wake ulijaa faraja, akasema hata nikifa sasa, nitaacha alama. Lakini kiukweli ndani ya roho yake alikuwa na hofu kubwa, kwamba siku moja akishindwa kulipa wale wakopeshaji wakali wa kijiji cha Mwanza wangechukua hata kibanda cha udongo kilichokuwa tegemeo pekee. Lakini hakuwahi kukata tamaa, alimwamini Mungu na elimu ya mwanaye. Kofi naye alianza kujisikia vizuri, kwa sababu sasa alikuwa shule ya Dar es Salaam maisha yake yakawa tofauti sana na yale ya kijiji cha Mwanza. Akaanza kuwa na marafiki wa majini waliokuwa wanavaa vizuri, wanaongea Kiingereza kizuri na wanajua vitu vya kisasa. Polepole akaanza kuona tofauti ya maisha aliyokuwa akiishi na mama yake, akianza kulinganisha moyoni mwake. Alianza kujisemea, nitafanikiwa mimi, sitakitena maisha ya kijiji cha Mwanza wala ya umaskini wa mama maneno yale aliyokuwa anamwambia mama zamani ya kumjengea nyumba taratibu yakaanza kufutika kwenye akili yake. Mama akiwa kijijiki cha Mwanza hakujua mabadiliko yanayotokea kwa mwanaye, alikuwa anaamini bado yule kofi wake yuko vilevile vile, mwenye moyo mwema. Kila akipokea barua ya matokeo mazuri au kusikia mwanaye alipewa zawadi kwa ufaulu, machozi ya furaha yalikuwa yanamtiririka. Wakati mwingine angeenda kanisani siku ya Jumapili na kumtaja mwanaye mbele za watu wote, akisema, huyu ndiye tumaini langu, naamini siku moja atanioa kwenye haya mateso. Watu walikuwa wakimshangilia, lakini baadhi ya wale waliomkopesha walikuwa wakicheka kwa dhihaka, wakisema, tungoje tuone kama huyo mtoto atamkumbuka mama yake. Miaka ikaenda haraka. Kofi akamaliza sekondari ya juu, akaingia chuo kikuu, tena chuo kikubwa cha Dar es Salaam. Mama hakujali hata ukali wa madeni, alijitoa kufanya kazi yoyote ya mikono, hata kama ni kufeka mashamba ya watu, kubeba mawe kwa ujenzi, au kufua nguo za jirani aisi pale kijijini. Watu wakaanza kusema sasa yule mama atavuna matunda yake. Kila mmoja akajua Rashid atakuja kuwa mtu mkubwa. Mama Rashid akajawa na tumaini jipya. Lakini huku mjini Rashid alianza kuingia kwenye dunia ya starehe. Alipata marafiki wa kisasa, akaanza kutembea na mabinti waliopendeza, akawa anapewa zawadi za heshima kutoka makampuni kwa sababu ya akili yake darasani. Taratibu akaanza kuona aibu kuhusu maisha yaliyotoka. Wakati marafiki wakimuuliza kuhusu familia yake, akawa hajibu kwa uwazi. Wengine wakisikia hana baba wakaanza kumcheka, hivyo akawa anaona bora aseme wazazi wake walishafariki kuliko kumwambia mamtu mama yake ni makuzi wa vitumbua kijijini. Hapo ndipo mbegu ya ukatili ikaanza kuota ndani yake. Mama kijijini aliendelea kufurahia mafanikio ya mwanaye bila kujua. Kila alipokaribia mtu akamwambia, mama wa Rashid mwanao sasa ni mtu wa maana, yupo chuo kikuu Machozi ya furaha yalikuwa yanamtoka, na moyoni alikuwa anaona furaha inamrejea, akiamini kabisa siku moja Rashid akimaliza masomo atamjengea nyumba nzuri na hatateseka tena. Hata wale waliokuwa wanamcheka wakamwita mama wa madeni walinyamaza, wakiamini kweli matunda yanaiva. Siku ikafika, Rashid akamaliza masomo, akapata kazi nzuri haraka sana mjini maisha yake yakabadilika mara moja. Akawa anakaa nyumba ya kifahari, anaendesha gari kubwa, na kila mahali alipopita watu walimtazama kama mfano wa mafanikio. Mama kijijini akapokea taarifa hizo kwa machozi ya furaha, akashukuru Mungu siku nzima. Akaanza kujiandaa kwa moyo wote kwamba sasa hatavumilia tena njaa, sasa kijiji kitamuona tofauti. Lakini hakujua upande wa pili, moyo wa mwanawe ulikuwa umeanza kumkana taratibu. Ndipo tukio la kwanza la uchungu likaja. Alipugwa sana kijijini, na kutumwa ujumbe mjini kwamba aje kumsaidia. Rashid aliposikia alijifanya hana muda, akasema kazini ni busi sana. Mama akiwa kitandani kijijini alilia sana, akishika kifua chake na kusema, "Kweli Rashid wangu hunikumbuki tena." lakini machozi ya uchungu yalikuwa ya yanamtiririka bila hata kujizuia. Wakati mwingine mama aliposikia sauti za watu wakiongelea mwanaye akionekana kwenye magazeti moyo wake ulijawa na furaha na uchungu kwa wakati mmoja. Furaha kwa sababu ndoto yake imetimia, uchungu kwa sababu hakuwahi kupokea hata simu moja ya kutambulika au msaada mdogo. Iliendelea kuwa na imani, lakini moyo wake ulianza kupata maumivu makali zaidi kila siku. Na pale kijijini, kila alipoulizwa mama Rashid, vipi anakutembelea lini? Moyo wake ulikuwa unachubuka kama jeraha jipya, lakini hakuwahi kumkashifu mwanaye. Alijibu kwa unyenyekevu, ni shughuli nyingi tu, lakini atanijia siku moja. Siku moja, mama alipopata nguvu kidogo, akaamua kwenda mjini kumtembelea Rashid mwenyewe. Akasema hata kama atanisahau, lazima nimuone macho kwa macho. Safari ilikuwa ndefu. Akabeba kitenge chake kipya cha, cha kijiji ni kama zawadi kwa mwanaye, akafunga chakula cha kienyeji kwenye kikapo. Alipofika mjini, hakuamini macho yake kuona nyumba kubwa ya kifahari yenye walinzi. Lakini aliposogea karibu na geti, walinzi wakamzuia na kumwambia, hapa huwezi kuingia bila ruhusa ya bwana mkubwa. Mama akawa anawaeleza kwa machozi akisema, mimi ni mama yake Rashid, nimekuja kumuona tu. Lakini walinzi walimcheka na kusema, wewe mama wa kijijini, huyu bwana mkubwa hawezi kuwa na mama maskini kama wewe. Mama akaanza kulia, akapiga magoti pale pale getini akibembeleza aingie, lakini bado akafukuzwa. Rashid alipofahamishwa kwamba kuna mama mmoja amekuja akidaini mama yake, alitoka nje kwa hasira kali, macho yake yakija kiburi. Akamkuta mama akilia kwenye udongo. Akamwambia kwa sauti ya dharau. Wewe si mama yangu. Acha kutafuta jina langu. Mama yangu alishafariki zamani. Maneno yale yalichoma moyo wa mama kama kisu. Moyo wake ukawa kama unadondoka kwenye shimo refu. Akalia kwa uchungu mbele ya watu na kusema, mwanangu Rashid, hivi kweli unanikana mbele ya watu? Lakini Rashid akawageukia walinzi na kusema, mtoweni huyu mama hapa mara moja. Sitaki drama mbele ya marafiki wangu. Mama akapigwa na butwa, akasimama taratibu huku machozi yakimtiririka. Akajiambia moyoni, haya ndiyo matunda ya mateso yangu. Mama hakukata tamaa siku hiyo. Aliendelea kukaa mjini kwa siku mbili akitumaini mwanaye atabadilisha moyo. Alienda hadi ofisini kwa Rashid, lakini alipojitambulisha kwa sekretari alifukuzwa tena. Rashid akawaambia wenzake ofisini, sijui kwa nini wamemruhusu huyu mama wa vijijini kuja, mimi sina mama kama huyo. Wenzake walimcheka na kumpongeza kwamba sasa yeye ni mtu wa hadhi kubwa, huwezi kujihusisha na vijijini. Mama akatoka pale ofisini kwa aibu, akitembea barabarani, huku watu wakimkodolea macho. Moyo wake ulijaa majeraha mapya, lakini bado alimuombea mwana ye moyoni. Basi ilibidi arudi kijijini tu, hawakuwa na namna. Wakati mama akiendelea kuishi kijijini kwa mateso, akaanza kugua maradhi ya mara kwa mara sababu ya mawazo na masongo wa maisha. Hakuwa na mtu wa kumsaidia zaidi ya majirani wachache waliokuwa na huruma Alipowatuma wajumbe kwa Rashid mjini kwamba mama yake magonjwa, Rashid aliwajibu kwa kiburi akisema, msinisumbue na maneno ya kijijini, mimi sina mama huko. Maneno yale yalifika masikioni mwa mama kama radi ikidondoka katikati ya kifua chake. Akalia usiku mzima, akamwangalia mbinguni na kusema, Mungu wangu, je, hivi niliwahi kufanyia kosa gani mpaka mwana wangu ananikana? Lakini pamoja na hayo yote, mama hakuwahi kumsemea Rashid maneno mabaya hadharani. Aliendelea kumtetea mbele ya watu wa kijiji. Wengine walimsema vibaya kwamba ametelekezwa, wengine wakamcheka wakisema, sasa atakufa na madeni. Lakini mama aliendelea kuwa na imani kwamba siku moja mwanaye atamkumbuka. Hata aliposhindwa kulipa deni kubwa, na mkopeshaji akaja kutishia kuchukua shamba lake dogo bado aliomba apewe muda akiahidi Rashid atakuja kulipa. Moyoni mwake hakukubali kuamini kabisa kwamba mtoto wake amemkataa moja kwa moja, bado a alikuwa na chembe ndogo ya matumaini. Lakini Rashid akiwa mjini aliendelea kubadilika, akazidi kulewa na maisha ya starehe, akazidi kuwa na marafiki wakubwa waliomzunguka, akazidi kufunikwa na heshima na makampuni yaliyompa heshima kwa kazi yake. Kila alipowaona watu wa hadhi ya juu walimpongeza na kumuita kijana wa mfano, lakini moyoni mwake hakuwa na huruma tena kwa yule mama aliyepambana kumfikisha hapo. Mama akabaki kijijini akihangaika na maradhi, madeni na unyonge. Baada ya Rashid kuzoea maisha ya kifahari mjini, akapata mke kutoka familia ya kitajiri, mwanamke aitwaye Zainab. Mwanamke huyo alikuwa mrembo mwenye maringo na kiburi kilichofunika uso wake. Mara ya kwanza aliposikia kwamba mama yake ni mahuzi wa vitumbua, alicheka kwa dharau, akasema: hivi kweli bwana mkubwa kama wewe unaweza kuhusiana na mama wa kijijini anayebeba ndoo za maandazi? Hapana Rashid, hadhi yako haiwezi kushuka kiasi hicho. Maneno yale yakakaa kichwani mwa Rashid, yakamshawishi kumkana mama yake polepole akaanza kumwamini mke wake kuliko moyo wake mwenyewe. Mama akiwa kijijini alipopata taarifa za harusi ya mwana ye, moyo wake ulijaa furaha isiyo na kifani. Alikodi gauni jipya la kitenge kutoka duka la jirani, akatayarisha zawadi ya kitambaa cha heshima na kikapu cha mihogo ya kienyeji. Akasema moyoni, nitamwendea mwanangu siku ya harusi yake, nitamshangilia, nitakuwa mama wa heshima. Lakini hakujua kwamba harusi hiyo ilikuwa mwanzo wa fedheha kubwa kwake. Mama alipofika ukumbini, alivaa vitenge vyake vizuri na kuingia taratibu, huku akibeba zawadi yake. Walinzi walimwangalia vibaya, lakini walimruhusu kwa sababu alijitambulisha kama mama wa bwana harusi. Wakati wageni wakiwa wamekaa, Rashid na Zainab walisimama mbele ya wageni, na mama naye akainuka kumpa zawadi Aliposogea mbele, Zainab akashika mkono wa Rashid na kumuongelesha kwa sauti ya juu, huyo mama ni nani? Mbona amevaa nguo za kijijini? Rashid, usiruhusu alete aibu kwenye harusi yetu. Rashid akatikisa kichwa kwa hasira, akamgeukia mama na kusema kwa sauti kubwa, wewe si mama yangu, acha kunisumbua. Nilishakukataa lakini bado unanilazimisha. Toka hapa mara moja. Wageni wakabaki kimya wengine wakashanga, wengine wakaanza kumsema mama vibaya. Mama akalia kwa uchungu, akashika zawadi yake kifuani, akasema kwa sauti ya maumivu, Rashid mwanangu, hivi kweli unanikana je, siku yako ya furaha? Lakini Rashid akapiga kelele kwa walinzi, mtoeni huyu mwanamke hapa nje. Mama akafukuzwa mbele ya wageni, zawadi yake ikadondoka chini na kuonekana na kila matu, watu wakacheka, wengine wakamcheka kwa kusema hey, ndiye mama wa bwana harusi. Hao watu wa kijijini kweli hawajui heshima. Mama alitembea akilia hadi barabarani, moyo wake ulivunjika vipande vipande, lakini bado alimwombea mwanaye. Akatafuta kanisa lililoko karibu naye na akaenda kukaa kanisani usiku huo, akamwambia Mungu, hata kama amenikataa bado nitabaki mama yake. Lakini uchungu wa moyoni haukuwa na dawa. Kilio kilimkaba kuu kila alipokumbuka jinsi alivyoaibishwa. Basi mama akaamua kuondoka na kurudi kijijini kwake. Siku chache baada ya sherehe, mama alijikusanya nguvu na akamwandikia Rashid barua ya upendo akisema hajali fedheha aliyopata anataka tu kumuona. Lakini Rashid hakujibu barua, ila badala yake alimwambia mke wake, ukiona tena huyu mama anatuma barua au kuja mjini, mapige marufuku kabisa. Sitaki asikike hata kidogo. Zainab akamcheka na kusema hapo umenena, hakuna haja ya mtu wa kijijini kuharibu jina lako. Mama kijijini akangoja na kungoja, lakini barua haikurudi. Moyo wake ukaendelea kuumia sana. Mama kijijini hakuwahi kuacha kuwa na matumaini, japokuwa moyo wake ulikuwa unadidimia taratibu. Kila alipokwenda kanisani, aliendelea kumtaja Rashid kwenye maombi akisema, Mungu wangu kama kweli machozi ya mama yana nguvu, basi angalia huyu mtoto wangu. Lakini kila aliporudi nyumbani alikumbuka jinsi alivyoitwa mchawi, jinsi alivyoitwa mama wa kuokota na jinsi alivyoondolewa kwenye harusi ya mwanaye. Kila kumbukumbu kumbu ilikuwa inampasua moyo kama kisu kinachochomwa ndani kwa ndani. Hali ya kijiji nayo ikazidi kumtesa, wengine wakaanza kumkimbia wakisema wasije wakaguswa na mkosi. Mama akabaki mpweke, kila mara akishirikiana na majirani wachache tu waliokuwa na huruma. Mara nyingine alikosa hata chakula, akilala njaa, akiwaza siku hizi Rashid wangu anakula chakula cha hoteli kubwa, lakini mimi mama yake nalala na tumbo tupu. Huo uchungu ulikuwa unakula moyo wake taratibu, lakini bado hakukubali kusema neno baya dhidi ya mwanaye Rashid. Akiwa mjini, alizidi kulewa na mali, alinunua magari makubwa akajenga nyumba kubwa yenye vyumba vingi, akafanya sherehe kubwa za kifahari. Hata wakati mama alipugwa na kutumwa tena ujumbe kwa Rashid, Rashid alikataa kabisa, akasema, acheni kuniletea habari za kijijini, mimi sina mama. Majibu yale yakarudi kwa mama kama risasi, moyo wake ukazidi kuumizwa. Majirani walimwangalia na huruma, lakini mama kila mara aliwaambia, msimseme vibaya Rashid, bado ni mtoto wangu. Lakini machozi yake haya kukoma. Kila usiku alikuwa akilia kimya-kimya akilalia mito yake ya zamani, akijua kuwa mateke aliyoyapata yametoka kwa mtoto wake mwenyewe. Kwa wakati huu kila kitu kilikuwa kimebadilika. Rashid sasa alikuwa mtu wa heshima mjini, lakini mama alibaki kuwa mtu wa dharau kijijini. Watu walimcheka wengine walimnyoshea kidole na hata wale aliowahi kuwasaidia walimgeuka. Mama akabaki peke yake akihisi uchungu wa moyo kila saa. Ndipo akaanza kupata maumivu makali zaidi ya mwili kutokana na mawazo, lakini bado hakukata tamaa, bado aliendelea kumuombea mwanaye. Baada ya Rashid kufurahia maisha ya kifahari kwa muda mrefu, mambo yakaanza kubadilika taratibu. Kampuni aliyokuwa anafanya nayo kazi ilianza kupata matatizo makubwa ya kifedha. Marafiki wake waliokuwa wanamsifia kila siku wakaanza kumsahau taratibu. Hata mke wake Zainab alipuna mambo yanaanza kuumba, alianza kumsemesha kwa ukali, akimwambia Rashid, mimi niliolewa na wewe kwa sababu ya pesa na hadhi. Sasa kama mambo yameharibika, usinibebeshe matatizo yako. Rashid akabaki kimya, akijua moyo wa mke wake haukuwa pale kwa upendo, bali kwa tamaa. Ndipo maisha yake yakaanza kuingia giza lililokuwa hajawahi kuliona. Siku moja, Rashid alipokuwa akielekea kazini, alipata ajali mbaya ya gari. Gari lake jipya liliharibika vibaya sana, mwili wake ukapata majeraha makubwa. Alipolazwa hospitalini, watu waliokuwa wanamsifia walipotea, marafiki wake wa karibu hawakufika kumwona hata mke wake Zainab alikuja mara moja tu, kisha akamwacha pale hospitalini akisema ana shughuli nyingi. Rashid akabaki kitandani peke yake akiwaza maisha yalivyomguka kwa ghafla. Alijua kabisa sasa anahitaji msaada wa kweli, lakini kila mtu aliyemtegemea alimwacha. Habari zikafika kijijini kwamba Rashid amelazwa hospitalini mjini baada ya kupata ajali. Mama Rashid aliposikia hakuuliza mara mbili. Hata akiwa mgonjwa na dhaifu, alijitahidi kukusanya nguvu zake zote, akakopa hata nauli ya basi, akaenda moja kwa moja mjini. Alipofika hospitalini na kumuona mwanae kitandani, machozi yakamtiririka, akamshika mkono huku akilia kwa sauti ya uchungu, "Rashid mwanangu, hivi haya ndiyo maisha uliyoyachagua? Mimi bado ni mama yako, hata kama umenikana." Rashid akabaki kimya machozi yakimtoka kwa mara ya kwanza mbele ya mama yake. Rashid alikumbuka maneno yote ya ukatili aliyowahi kumwambia mama yake, alikumbuka alivyomfukuza kwenye harusi, alivyotupa zawadi yake, alivyomuita mahawi na mama wa kuokota. Moyo wake ukajawa na majuto makubwa, akaanza kulia kama mtoto mdogo akisema, mama, nisamehe, nilidanganywa na mali, nilidanganywa na marafiki nilisahau wewe ndiye uliyenifikisha hapa, mama. Akamwangalia kwa macho yenye machozi, akamkumbatia kwa upendo, akasema, mwanangu, mimi sikuwahi kukuacha, mimi ni mama yako hadi mwisho. Hata hivyo maisha ya Rashid haya kubaki vilevile vile. marafiki waliomzunguka walipogundua hana tena pesa walitoweka. Mke wake Zainab alihama kabisa, akasema wazi kwamba hawezi kuishi na mtu maskini. Rashid akabaki pekee yake akilazwa hospitalini bila mtu wa kumwangalia isipokuwa mama yake. Mama aliyeitwa mchawi na kudhalilishwa mara nyingi, ndiye aliyebaki kukaa kando ya kitanda chake, akimlisha, akimbadilishia nguo, akimuombea usiku na mchana. Rashid alianza kupata nafuu taratibu, lakini maisha yake hayakubaki vilevile. Aliporuhusiwa kutoka hospitalini, alirudi kijijini akiwa pamoja na mama yake. Wakati huu alitembea kwa aibu mbele ya watu wa kijiji. Aliona nyuso za watu waliokuwa wamsema vibaya mama yake wakimkodolea macho. Alihisi udhalili waliomfanya mama yake zamani sasa umemwangukia yeye mwenyewe. Mama hakumsema vibaya, alimshika mkono na kumwambia twende nyumbani, mwanangu. Na hapo ndio inakuwa mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako. Je, ungekuwa wewe ni Mama Rashid, ungemsamehe mwanao au ungemwacha dunia iendelee kumfundisha? Usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye-bye.